Ndugu Watanzania, leo nataka nizungumze kuhusu jukumu la kanisa kukemea maovu katika jamii. Sote tumekuwa mashahidi, tena tumejionea kwa macho jinsi ambavyo kanisa la Tanzania limekuwa kipaumbele katika kukemea maswala ya utekaji, mauaji, vurugu na uharibifu wa mali, yaani maovu yaliyojitokeza kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Wengi wamelisifu kanisa kwa kitendo hicho, lakini mimi binafsi naomba nitofautiane na hao walio wengi kwa maana kitendo hichi cha kanisa kukemea maovu ya Oktoba 29 kimezidi kunithibitishia kuwa kanisa la Tanzania limejaa wanafiki. Nitakwambia kwa nini. Hivi sasa, tuko katika hali ya giza na huzuni kama taifa, kwa nini? Tupo hapa kwa sababu kanisa limeshindwa kusimamia kweli, haki na Nuru. Ni kwamba tumeuruhusu ulimwengu uliobubikwa na giza kuwa ndo mwalimu wa watoto na vijana wetu juu ya maswala ya maadili badala ya kanisa kusimama katika nafasi yake, na kuwafundisha watoto na vijana hao neno la Mungu ambalo ndilo Nuru. Namaanisha nini? Namaanisha hivi: ona nguvu iliyotumika na inayotumika hata sasa kukemea maovu yaliyotokana na Oktoba 29; ona jinsi makanisa yalivyoungana pamoja katika kukemea hayo na jinsi yanavyotoa tamko kwa ujasiri, alafu, linganisha na nguvu inayotumika kukemea maovu yanayoimbwa na kusambazwa kupitia miziki ya Bongo Fleva. miziki ambayo inahamasisha uzinzi, ulevi, matumizi ya bangi na madawa ya kulevya, mabinti kudanga, vijana kutafuta mashangazi, uhalifu, magomvi, majigambo, husuda, kupenda mali kuliko kumpenda Mungu na mambo maovu mengine mengi kama hayo, ambayo, kiuhalisia, yanawaathiri watoto na vijana wa taifa hili, vibaya mno. Je, hayo yanayoimbwa katika miziki ya Bongo Fleva ni mema au maovu? Kama hayo ni maovu, na kama kanisa ni chombo kinachokemea maovu, mbona silioni na wala sijawahi kuliona kanisa likiungana kwa bidii kuyakemea? Nguvu hii hii inayotumika katika kipindi hiki kukemea maovu yaliyotokana na Oktoba 29 inapaswa pia kutumika katika kukemea maovu yote, bila kubagua, kwa maana uovu ni uovu, na unapaswa kupingwa popote pale ulipo. Sasa, kwa bahati mbaya, kanisa alitumii nguvu na mamlaka yake kupinga uovu unaochochewa kwa vijana wetu kupitia muziki, na huu ndo mimi nauita unafiki wa kanisa. Tunakemea kwa bidii na kwa nguvu na kwa umoja maovu ya Oktoba 29, lakini maovu mengine ni kama vile hatuyaoni. Mimi siwalaumu jenzii, mimi nalilaumu kanisa kwa kulifikisha taifa hapa lilipo leo. Kanisa limekuwa bize kutafuta utajiri na amani ya dunia hii kiasi cha kwamba limesahau kabisa kuwafundisha vijana wa jenzii kuhusu amani ya Yesu Kristo inayopaswa kukaa ndani yao. Kinachosumbua taifa la Tanzania leo hii ni ukweli huu ya kwamba Watanzania wengi hawana amani ya Kristo ndani mwao, kwa maana mtu mwenye amani ya Kristo ndani yake hawezi kamwe kumkata kidole mwenzake eti kisa alienda kupiga kura. Mtu mwenye amani ya Kristo ndani yake hawezi kuchoma moto vituo vya mafuta na mwendo kasi. Tena mtu mwenye amani ya Kristo ndani yake hawezi kumpiga mwenzake risasi kumuua, wala hata kumjeruhi. Kanisa ndo lenye dhamana ya kuweka amani ya Yesu Kristo ndani ya Watanzania, lakini tumeshindwa kutekeleza jukumu hili, na ndiyo maana naamini tena kwa asilimia mia moja kuwa kanisa ndo limewaangusha Watanzania, kanisa ndo limeangusha taifa hili, kanisa ndo limeangusha vijana. Sisi tulioitwa kuwa nuru ya ulimwengu tunalikemea giza, tunakemea maovu pale tu masilahi yetu yanapoguswa moja kwa moja. Kwa sababu hii, ndiyo maana nawaita wanafiki, wanafiki kwa maana kabla ya Oktoba 29 mlikuwa mmelala usingizi mzito, hamuoni maovu yaliyo wazi tena kweupe, yanayoathiri vijana wenu. Ila sasa mmeamka, sasa mko macho, sasa mnaona na kukemea kwa umoja wenu maovu bila kupepesa macho. Nyinyi ni wanafiki. Swali langu kwa kanisa ni hili: vipi kuhusu maovu mengine yanayoendelea katika jamii yanayowaathiri watoto wetu na vijana moja kwa moja? Mtakapomaliza ajenda yenu ya Oktoba 29 na mtakapoipata haki yenu inayoitafuta kwa bidii, na wasi, msijisahau tena, msibweteke. Kwa maana watoto wenu na vijana wenu wanafundishwa mapenzi na uzinzi na matumizi ya bangi kwenye tv na redio kila kukicha. Hata hili linahitaji kushughulikiwa kwa bidii hiyo hiyo mlio nayo. Nitashangaa sana kama nguvu kubwa inayotumika kipindi hiki baada ya Oktoba 29 haitatumika katika kukemea na maovu haya yaliyo dhahiri kabisa yanayomomonyoa maadili ya taifa letu. Mungu atusamee na Mungu atusaidie tuweze kujenga pale palipobomoka. Mimi ni kijana mzalendo.